Mwanza, na naanza na gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku ah, limeandika Dr. Tulia apeleka kilio Chadema, ole Mede ajiunga UDP, akimtuhumu Mbowe, adai wabunge upinzani wanakiuka ah, demokrasia, lakini Mbowe wenzake wakamatwa Mwanza. Na habari nyingine, viongozi wa dini, komisheni ufisadi asema Uh, Majaliwa habari. Picha kimonyesha hapa mwenyekiti wa chama cha UDP John Cheo akimshuhudia uh, Goodluck Ole Medee akionyesha kadi ya wanachama aliyomkabidhi uh, baada ya kujiunga na chama hicho akitokea uh, Chadema uh, katika makao makuu ya UDP Mwananyamala Dar es Salaam. Gazeti la Majira, gazeti la uh, uhuru limeandika, rudini bungeni. Chadema yapata pigo Habari hiyo utakutana nayo katika ukurasa wa 4, lakini Majaliwa asema tuungane kukomesha mauaji. Habari nyingine, mchungaji mbaroni kwa kubaka mwanafunzi. Habari hiyo utakutana nayo katika ukurasa pili. Wamiliki viwanda vya ndani walalamikia kodi, ukurasa wa 8 utakutana nayo kwa ndani habari hiyo. Habari picha kimonyesha waziri mkuu Kasim Majaliwa akisalimiana na askofu wa jimbo la Geita Mhashamu Flavian Kasala katika ibada ya kumsimika askofu huyo jana katika kanisa la Katoliki la Geita. Ni gazeti la Uhuru. Gazeti lingine Dira uh, likiandika Mwakembe atuhumiwa uh, kutapeli bilioni mbili, uh, kupandishwa kizimbani wakati wowote, lakini habari nyingine ikionyesha mahakama ya mkingia kifua wakili aliyefoji vyeti kuiba muhuri, uh, ukurasa wa nne utakutana nayo kwa undani zaidi hiyo habari, lakini uh, Kikwete apigwa stopu, ni gazeti la Dira. Habari nyingine ikionyesha ikisema, Sendeka awafikisha CHADEMA mahakamani aapa kutaja vigogo. Ufisadi wa mafuta ahusishwa benki ya ulaji pesa za kodi, ni gazeti la Dira. Gazeti la Nipashe limeandika Mwigulu katika tanuru la moto, ni waziri wa ishirini na saba kuongoza mambo ya ndani tangu Uhuru wengi hunusa na kung'olewa. Ukurasa wa pili utakutana nao kwa ndani zaidi hiyo habari, lakini uh, Mbowe mikononi mwa jeshi la polisi, Zitto utata, ni moja kati ya habari patikana katika gazeti la Nipashe. Lakini majaliwa, uh, mjadala wa hotuba ya bajeti kuendelea leo, uh, watu hamsini wauawa wa shambulio la kigaidi uh, ni habari ambazo zinapatikana katika gazeti la Nipashe. Mtanzania limeandika ni kamata kamata, ambao viongozi wenzake watiwa mbaroni Mwanza, Zitto naye asakwa kila kona. Da habari nyingine, Lema mtega um, Mwigulu amtaka um, ashughulikie maslahi um, ya askari e. Ni gazeti la Mtanzania. gazeti uh, habari leo limeandika wabunge wazidi kunyoshia vidole, ni kwa kupinga kiinua mgongo chao kutozwa kodi. Kabwe Zitto aipongeza serikali kwa hatua hiyo. Habari nyingine, Mede ang'oka Chadema aenda UDP. Habari nyingine, CCK yamkingia kifua naibu spika, ukurasa wa pili utakutana nao, uko ndani zaidi habari hiyo. Lakini habari picha ikimwonyesha hapa waziri mkuu Kassim Majaliwa akimsimika askofu mpya wa jimbo la Geita kanisa Katoliki Flavian Kasala. Gazeti la Jambo Leo limeandika habari kuu, Mbowe mbaroni. Zitto, Zitto atoweka. Lakini habari nyingine, mchungaji matatani kwa ubakaji. Habari nyingine, waziri wa JK amponda JPM, ni gazeti la Jambo Leo. Habari nyingine, Mwigulu Mchemba atwishwa zigo, ni gazeti la Jambo Leo. Magazeti ambayo yanaandika habari za michezo na burudani na gazeti la Championi hapa limeandika kesi, sio mwenzako atapaa angani kwa saa 30 dakika 40 kwa mechi mbili tu, ni jumla ya kilometa, naani, ya kilometa 18936 aga wanakijiji wote. Habari nyingine Simba uh, ya nasa mido wa mtibwa wa Kenya waingilia usajili wa Simba ni gazeti uh, la Champion. Gazeti Bingwa uh, limeandikwa uh, kwa mchezo huu yanga akili tupu, ikionyesha hapa wachezaji mbalimbali wa timu ya uh, Yanga. Uh, na ratiba ya michuano ya Euro 2016. Lakini vile vile, lakini Simba kimya hiki kina mshindo, ni gazeti bingwa. Naam, mtazamaji, hadi kufikia hapo ndo tunafikia tamati ya awamu ya kwanza.